Karibu mtungini kupitia hapa Open Online Media, leo tunakuletea habari kutoka kanda ya kati, kitaifa na pande zote za dunia. Hii ni safari ya habari, uchambuzi na maarifa. Mimi ni Erasmus Sendru. Mkuu wa mkoa wa Dodoma Mheshimiwa Rosemary Senyamule amewaagiza watendaji wa kata na vijiji pamoja na mkuu wa wilaya ya Bahi kuhakikisha wanafanya hamasa kwa wananchi kujihusisha na kilimo ili waweze kukabiliana na changamoto za chakula zinazoweza kujitokeza. Senyamule amesema hayo leo Januari saba mwaka 2026 kwenye kikao na viongozi hao baada ya kukagua miradi mbalimbali ikiwemo shule ya awali na ya msingi mpamantwa na maabara ya shule ya sekondari ya Bahi. Naye mkuu wa wilaya ya Bahi Mheshimiwa Joakimu Nyingo amesema umejipanga kukabiliana vyema na hali ya hewa yoyote iwapo mvua itakuwa nyingi au zitapungua zaidi, lakini swala la pili ni la kilimo Msimu huu ni wa kilimo. Wananchi wetu wa Bahi kiasi kikubwa wanategemea kilimo, tena huenda na wengine wote wa mkoa wa Dodoma wanategemea kilimo. Maafisa kilimo, watendaji mko kule wa kata, mnawasimamia wagani pale, hakikisheni wanatimiza wajibu wao. Na tuliwaambia kama ambavyo mwalimu achukui likizo wakati wa masomo, wakati shule zinaendelea. Sijasikia mwalimu azima mimi naomba likizo yangu mwezi huu wa tatu, kwa kweli ya mwezi mmoja Unajua, wakati huu ndio wakati wake wa kuchapa kazi. Vile vile maafisa ugani, wakati huu ndio wakati wao wa kuchapa kazi. Kazi, na nilisema kabisa nitamshangaza kilimo akisema huu mwezi wa kwanza wa kumi na mbili, mimi ndio nachukua likizo, wakati ndio wakati mvua inanyesha. Kama wapo huko, hakikisheni mnajua ratiba zao, wahakikishe wanawasaidia wakulima kuapa utaalamu mbegu hakikisheni zipo kwenye maeneo yenu, pembejeo zingine kama mbolea zipo kwenye maeneo yenu. Ukinielekeza mimi kama mkuu wa wilaya pamoja na kuu yangu moja, wilaya yetu iko salama, iko vizuri, tumejipanga vizuri kwa ajili ya kukabiliana na changamoto zozote ambazo zinaweza zikatokea hususani katika kipindi hiki cha mvua, aidha kupata mvua kidogo au kupata mvua kubwa. Tukipata mvua kidogo inamaanisha tujiandae vizuri sana kukihifadhi chakula tulicho nacho na kwenda vizuri na matumizi ya vyakula. Tukipata mvua kubwa na upepo inamaanisha tumepata nini? Mafuriko. Vyote hivyo viwili Mheshimiwa mkuu wa Mkoa, tumejipanga vizuri pili kutekeleza maelekezo yako. Huu ni msimu ambao wanafunzi wa elimu ya awali shule ya msingi pamoja na sekondari wanakaribia kuanza masomo. Tumekwisha kutana mara kadhaa na maafisa elimu kata watendaji wa kata watendaji wa vijiji kuhakikisha kwamba uandikishaji na swala zima la utoro linakuwa halipo na historia katika wilaya yetu ya Bahi. Raia wawili wa China Wei Si Wang mwenye umri wa miaka arobaini na moja na Yao Li Kong wamefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu wakikabiliwa na kesi ya uhujumu uchumi ikiwemo kosa la utakatishaji fedha zenye thamani takriban shilingi bilioni mbili na milioni kumi na tatu za Kitanzania. Washtakiwa hao wamesomewa mashtaka yao na mawakili wa serikali wakuu Patrick Mwita na Benjamin Muroto mbele ya hakimu mkazi Beda Nyaki. Kwa mujibu wa hati ya mashtaka, wanadaiwa kuongoza genge la uhalifu katika nyakati tofauti kuanzia Disemba mosi mwaka elfu mbili na ishirini na nne hadi Disemba 30 mwaka 2025 katika maeneo mbalimbali ya Dar es Salaam, Kilimanjaro, Arusha, Mwanza na Unguja. Inadaiwa kuwa washtakiwa walijihusisha na kugushi nyaraka, kunakili kadi za ATM, kukwepa kodi na kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu. Katika shtaka la utakatishaji fedha wanadaiwa kumiliki dola za Kimarekani laki saba na mia tano pamoja na shilingi za Kitanzania milioni mbili themanini na moja, wakijiwa fedha hizo ni zao la uhalifu. Baada ya kusomewa mashtaka, hakimu Beda Nyaki amesema washtakiwa hawaruhusiwi kujibu chochote kwa kuwa mahakama ya Kisutu haina mamlaka ya kusikiliza shauli hilo. Aidha, mahakama imeeleza kuwa kutokana na uzito wa mashtaka yanayowakabili washtakiwa hawa wana sifa ya kupata dhamana katika ngazi hiyo ya mahakama. Tuangazie sasa habari za kibiashara. Serikali imewataka wavuvi wanaojihusisha na uvuvi haramu katika Ziwa Victoria kujisalimisha na kuachana na matumizi ya zana zilizopigwa marufuku kabla ya kuanza kwa operesheni kabambe ya ukamataji. Akizungumza na wadau wa sekta ya uvuvi mkoani Mwanza, Waziri wa Mifugo na Uvuvi Dr. Bashio Ali amesema operesheni hiyo itawalenga wavuvi wanaotumia makokoro na zana zingine zisizoruhusiwa kisheria ambazo zinaharibu mazalia ya samaki na kuhatarisha uzalishaji wa baadaye. Dokta Bashiru amesema baadhi ya wavuvi tayari wamekiri kuendelea na vitendo hivyo, hali inayotishia mustakabali wa biashara ya uvuvi katika ziwa Viktoria, akisisitiza kuwa nidhamu ya kisheria katika sekta hiyo ni muhimu ili rasilimali za uvuvi ziendelee kutoa faida ya muda mrefu. kukomesha vitendo ambavyo vinakera na vinauvu na vya makusudi na ni mazoea mabaya hata ndugu, kama hatujaanza kushughulika na watu wenyewe kwa hiari, kwa sababu nitawakamata na nitawakamata ambao wanakaini na nitawapeleka mbele ya sheria. Lakini mkijipanga huko kusimamiana, kuelimishana, tutapunguza madhara makubwa, kwa sababu katika zoezi kama hili wako watakaoumia. Hakuna jambo lenye neema lisilo na uchungu. Waulize akina mama waliozaa. wali ayo pia ifundishana namna ya kupunguza machungu, lakini machungu yatakuwepo kwa yule aliyezoea na anayenufaika. Kwa mfano, na dududu tukikomesha, itabidi achukue muda kuanza kuanza maisha mapya. Naelewa hey, dududu giza giza nini yote sakibiasharanatuitimishe na Kuti. Habari za kimataifa: Rais wa Marekani Donald Trump anaripotiwa kufanya tathmini ya kina kuhusu njia mbalimbali ambazo nchi hiyo inaweza kutumia kuongeza ushawishi wake na kudhibiti kisiwa cha Greenland, eneo lenye umuhimu mkubwa wa kimkakati linalomilikiwa na Denmark. Hatua hiyo imeibua mjadala mpana kuhusu duru za kisiasa na usalama ikizingatiwa nafasi ya Greenland katika siasa za Arctic na rasilimali asilia pamoja na maslahi ya kijeshi ya mataifa makubwa. Kwa mujibu wa taarifa hiyo kutoka ikulu ya White House, chaguo la kutumia nguvu za kijeshi limetajwa miongoni mwa njia zinazojadiliwa, ingawa haijathibitishwa kama uamuzi rasmi wa sera ya Marekani. Kauli hiyo imezua wasiwasi wasi mkubwa kimataifa, huku ikitafsiriwa na baadhi ya wachambuzi kama ishara ya mwelekeo mpya wa sera za kigeni ya Marekani unaoegemea zaidi katika kulinda maslahi ya kimkakati hata kwa gharama ya mvutano wa kidiplomasia. Denmark pamoja na viongozi wa Greenland hawajatoa msimamo wa mwisho kuhusu kauli hizo, lakini wachambuzi wa masuala ya kimataifa wanaonya kuwa hatua yoyote ya kijeshi au shinikizo la wazi inaweza kuvuruga uhusiano wa muda mrefu kati ya washirika wa NATO na kuongeza mvutano katika eneo la Arctic ambalo tayari linashuhudia ushindani mkali wa kidiplomasia kati ya Marekani, Urusi na China. <mimedia> Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Open Online Media, na kwa hayo tunafunga duru ya Mtungini kwa siku ya leo. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya Instagram, Facebook na YouTube, bila kusahau kutusikiliza kupitia tovuti Open Media co.tz. mimi ni Erastcendr. <mimedia>